Wazanzibari wa Zanzibari Zanzibar Zanzibar piga makofi na huku tunasema raisi raisi Raisi, raisi Raisi, raisi raisi Raisi, raisi, raisi, raisi. Oktoba 29 wa Zanzibari wanakwenda kumchagua kwa kura nyingi Alhaqir Maulana Said Osman Masud bin Othman Sharif kuwa rais wa dola ya Zanzibar. Tunawaambia CCM Tunaziambia dola zote mbili, maamuzi ya umma huu, maamuzi ya umma huu tarehe 29, wallahi, msije kujaribu kutia mikono yenu katika maamuzi haya, zek na ainek, zek na ainek. Utizame umma huu ni sehemu tu ndogo ilokuja leo hapa. Tarehe 29 wanakwenda kumwondoa adui CCM katika madaraka katika nchi, tumeelewana yeah. Leo nyinyi ndugu zetu Wapemba, angalau Mungu kakunusuru, ni jambo moja. Sisi Waunguja kwa njaa tunagombania ngozi za ng'ombe, ndo chakula chetu sasa. Hapo ndolotufikisha chamachamapii hapo ndo ofikisha cajamapii. Ngozi za ng'ombe kipande shilingi mia, tunagombaniana kwenye sinia, tukaungia watoto mchuzi wapate kula. CCM na mgombea wake tarehe 29, tunakufungisha virago, unaondoka katika madaraka. Serikali chuma kile pale alhakir Rais Othman Masudi Othman atakuja kutongozea dola ya Zanzibar, yeah. Tuko tayari yeah. tutafanya kampeni mtu yeah. kwa mtu nyumba kwa yeah. nyumba tutalinda kura zetu.